Haya, sasa leo nimekuja kuwaonesha haka hapa. Kuna msoa kajua ambako kikagusa hivi, angalia kwa umakini kanavo jinsi kanavo kuwa na maajabu, kikagusa hivi, ngalia angalia, angalia, angalia, angalia. angalia. angalia. Mona, mona mona, kamesha jikunja kasha kuwa na kadogo tayari, tofauti na mwanzo, na huwezi kuelewa e? Kama bado bado huwezi kuelewa hiyo maona kalivyojikunja tofauti na mwanzo nambako, ndo hu uizi hapa, nishazichuma chuma wale mnaosumbuliwa na wapenzi, wale mnaosumbuliwa na nyota kusafisha kuwa na mvuto, ndio hizi hapa. Ehe, zipo kwa ajili yako. Hii hapa, kama unaijua hakikisha unanifollow. Ehe, kama unaijua hakikisha unanifollow hii hapa. Lakini pia kwa matumizi, ili uelekezwe vizuri, naomba comment hapo. Utakapo komenti nitakuelekeza, ni komenti yako. Haya sasa, leo nimekuja kuwaonesha haka hapa, kuna msoa kajua ambako kikagusa hivi. Angalia kwa umakini, kanavo jinsi kanavyokuwa na maajabu, kikagusa hivi, ngalia ngalia Angalia angalia, mona mona mona, kamesha jikunja, kasha kuwa na kadogo tayari, tofauti na mwanzo, na huwezi kuelewa e. kama bado bado, huwezi kuelewa hiyo, mona kalipo jikunja, tofauti na mwanzo nambako ndo hu hizi hapa ni shazi chuma. Wale mnaosumbuliwa na wapenzi wale mnaosumbuliwa na nyota, kusafisha, kuwa na mvuto, ndo hizi hapa e, zipo kwa ajili yako. Hii hapa, kama unaijua hakikisha unaniforo e, kama unaijua hakikisha unaniforo. Hii hapa lakini pia kwa matumizi ili uelekezwe vizuri, naomba komenti hapo. Utakavyo comment nitakuelekeza ni comment yako.